Yes, habari, karibu tena katika kipindi chetu cha The Pal Talk. Uh, kama kawaida yetu kila siku huwa tuna mgeni mpya na wa muhimu, na leo pia tuna mgeni mwingine special kabisa ambaye uh, uh, takuwepo na sisi katika dakika 15 za The Pal Talk. Sasa kabla tujaendelea na program zetu za leo, ningependa atusalimie kidogo kwa ufupi, and then tuendelee uh, na program. Karibu sana. Asante, nimefurahi sana kuwa mmoja kati ya waliko katika kipindi hiki. Naamini nitajifunza mengi lakini pia vijana wenzangu watapata kujifunza mengi kupitia kwangu. Asante, karibu sana uh, hey, sasa sijui tuanzeje lakini tutaanzia hapo hapo. Okay, wewe, kwa kawaida wewe ni nani? Unaweza ukashia na sisi jina lako, ni mwenyeji wa wapi, umezaliwa wapi na shughuli zako za kila siku? Okay, nashukuru. Kwa majina yangu ninaitwa Dativa Reshera, ni mwenyeji wa mkoa wa Kagera, na ni mwalimu by professional mm -hmm. ya yeah. Kwa kifupi ndio hivyo. Okay. Sawa sawa. Uh, wewe ni mtu aina gani? Mm, hebu fafanua kidogo swali lako, maana yaani, wewe unajionaje, mtu akikwambia jielezee wewe mwenyewe, wewe ni nani? Okay. nani? Yeah, kwa kifupi Dativa ni mtu ambaye kwanza ni mvumilivu sana, moyo mm -hmm. yeah, wangu ni umejawa na uvumilivu mm -hmm. na pia ni na upendo, ninaweza kusema hili na kudhibitisha kwa sababu nimepitia baadhi ya vitu katika maisha yangu mm na nimeweza kujipima na kujigrade kwamba mimi kweli nina upendo ko. Kwa kifupi ni hivyo, lakini pia ni mchapa kazi, sichagui kazi jamani, kwa mwenye kazi iya <laughs> <laughs> Okay, sawa sawa, unaonekana wewe mjasiriamali. <laughs> Uh, kwenye kwenye hili uh, swali lilopita umesema wewe ni mvumilivu sana na unaonekana umepitia mambo mengi. Hivi, unaweza ukashia na sisi ni mambo gani matatu ambayo umejifunza kwenye maisha yako mpaka sasa hivi? Okay, ni kweli nimepitia mambo mengi kwa uchache wangu, kutokana na umri wangu ya, naweza nikasema kwamba nimepitia baadhi ya vitu, ila kikubwa nilichojifunza kwenye maisha ni kwamba hakuna kitu rahisi. Mm-hmm. Kila kitu unapokitafuta lazima kuna gharama utalipia. Kwao vijana wenzangu, napenda kuwashauri, hasa mabinti, hakuna kitu ambacho utakipata kwa urahisi. Mm-hmm. Lazima kuna gharama utalipia kwa hivyo mambo mengine ni juhudi, juhudi naripa. Kwa kama unafanya sana kazi tia juhudi kupitia mm -hmm. sehemu uliopo, Mungu anaweza kukuinua na ukafika sehemu kubwa zaidi hivyo mm -hmm. mm -hmm. Okay, ni mambo mawili, la kwanza ni umesema juhudi na pili ni ya, la tatu inaweza yeah, nikasema kuwa na heshima katika kitu unachokifanya mm -hmm. au kazi yako, ukiwa naishima, na heshima naamini itakuvusha kupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm -hmm. Sasa ulisema wewe ni mwalimu, yes. Okay, unaiongeleaje kazi yako? nini changamoto? uzuri wake uko wapi? mhm mm, warimu ni kazi ambayo kama nilivyotangulia kusema inaitaka uvumilivu, kwa sababu unadili na watoto ambao wanatofautiana pia katika uelewa mm -hmm. na malezi, wametofautiana katika kulelewa. Kuna wengine wamelelewa katika misingi ambayo ni mizuri, wanaweza kujiendesha wao kuna wengine ambao bado wanakua, wanahitaji msaidizi, na kuna wengine ambao wameshapotea, wanahitaji kurudishwa kundini kwao. Usipokuwa mvumilivu, unaweza ukaacha kabisa kufanya kazi yako vizuri. Lakini pia nataka upendo kwamba tunajua binadamu sisi tunakosea. Hmm. Ila kuna muda ambao unafika, mtoto anakosea, ila kwa sababu wewe ni mwalimu na unatakiwa kuwa na upendo, unabidi umsaidie, ila usiweke chuki kati yako wewe na mtoto. Hmm. Changamoto zipo unapitia, inaweza kuwa ni kwa watoto wenyewe au kwa wafanyakazi wenzako au kwa wazazi wa watoto. Kikubwa ni kuwa tu mvumilivu, ukipitia changamoto usisite kuwasaidia watoto, lakini pia usikate tamaa kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha okay. Hivi una miaka mingapi ya kufundisha? Okay. Mpaka sasa nina miaka mitatu kamili. Yes, kamili. Kamili. Uajiliwe. Okay, sawa. Sasa mi nataka nikuuliza swali lingine kulingana, yeah, na hiyo, hivi katika miaka yako mitatu ya kazi yako, ni changamoto gani ambao ulishai kuipitia, hasa hii changamoto kubwa, na ni namna gani mmeweza kuondokana ku, na hiyo changamoto okay? So sasa ninaposema miaka mitatu, mm. ya kufundisha, nimekuwa nikifundisha mwaka mmoja kabisa kama ninajitolea. mm. Kwa hiyo mwaka nilikuwa ninapitia changamoto kwa sababu, unajua unapokuwa unajitolea, hakuna malipo nayo yategemea kuyapokea. mm kwa hiyo -hmm. inatakiwa uifanye kwanza kwa moyo lakini hmm, pia uwe mvumilivu na ndio maana nikatangulia kusema kwamba mimi nina uvumilivu okay. nimepitia changamoto nyingi kama hivyo, na kwa wakati una kabisa nauli ya kwenda kazini, na kumbuka unajitolea kwao, hata pale ulipoenda kuomba ufanye kujitolea, wanaamini kwamba we unajimudu. Hmm. Kwa kuna muda inafika unakuwa una nauli na ila unavumilia, unahangaika kufanya shughuli ambazo zitakuingizia pesa kidogo, ili iweze kusapoti wakati huo unasubiria ajira. Hmm. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo kwamba nilipitia wakati mgumu wakati najitolea, lakini hata sasa bado napitia changamoto, kwa sababu kila siku maisha yanabadilika. kuna kitu mm -hmm. kipya kitakuja kwenye maisha yako na kinakuwa ni challenge kwao mm hekima -hmm. inatakiwa itumike kwenye kusolve hiyo challenge, mwisho wa siku maisha yaweze kuendelea. mm -hmm. Okay, vizuri sana. mtu wa thamani sana <laughs> okay, sawa sasa uh, mm -hmm. na ni mtu sawa. Sasa wewe unaonekana ni kijana, unaonekana Uh, bado ni mtu ule kwenye sekta ya utafutaji bado ni kijana hivi yeah. Ukipewa nafasi ya kumshauri kitu kimoja kijana mwenzako, aidha wa rika yako au chini ya rika yako, utamshauri nini au utamwambia nini? Um, okay, kitu kikubwa ambacho naweza nikamshauri kijana wa umri wangu au ambaye yupo chini yangu, labda mm, naweza nikamshauri kwamba asikate tamaa, okay na pia awe na juhudi katika kujitafuta. Unajua, sisi vijana tunakuwa tuna matamanio ya vitu vikubwa sana, ambavyo ndiyo maana kunakuwa kuna shortcut, mtu anatamani labda abeti, mtu anatamani labda mm, apewe hata ni promo, apate pesa kwa wakati mfupi, lakini hicho kitu ni kigumu. Kwa u, u, experience yangu ndogo nimeweza kuobserve kwamba tunapenda ndiyo mafanikio mm, lakini bila kupambana, bila kujitoa tutachelewa sana kuyafikia. Kwa hiyo kikubwa sana ni jitihada, na tusiache kuomba, kwa sababu sisi ni vijana, kila mtu kwa imani yake. Ukifanya kazi kwa bidii, lakini pia ukamshirikisha Mungu, naamini ipo siku tu tutapata pale tunapotamani kupata. Okay. Safi sana. Mm, samahani kama itakuwa ni very personal, umeolewa? Ya, yeah, nimeolewa. Okay. Ni, ni mke wa mume mmoja na na mtoto mmoja mzuri. Ya okay. yeah. Sasa nataka nikuulize swali ni kulingana na sekta hiyo, hivi kwako mwanaume bora ni yupi? yaani yaani, okay. nini kinamjenga mwanaume bora yaani, mwanaume mpaka aitwe huyu ni bora mwanaume, eh. Sio bora mwanaume, ni mwanaume bora, ni kitu gani? Okay, kwangu mimi yeah, yeah, sorry. Okay. mwanaume bora kwangu mimi ni yule ambaye anaheshimu hmm. Wewe mwenzi wake, maamuzi yake na kila kitu hmm. Lakini pia mwenye upendo wa kweli okay. Anayejali okay. Yeah. Oh, mimi mtu akishakuwa na upendo wa kweli akisha kuwa na heshima, kuanzia kuniheshimu na pia kuheshimu mawazo yangu mm. Na kama ninakosea anakuwa ananikosoa, lakini ile in a right way, kunasema kwamba anakukosoa lakini anajali, unaona kabisa huyu hanikaripii, afanyi kwa ubaya. Yani ni mtu ambaye anatamani kukushepu uende kuwa sehemu fulani, huyo okay. ni bora sana yes. okay. O, kwa kwa kwa experience au tunasemaje sasa hii namna ambavyo unajua mwanaume bora ni yupi. Wewe unafikiri watu uh, labda vijana wanakosea wapi hasa kwenye mapenzi? Unajua siku hizi kila tunasema uh, mapenzi hayajawa serious vile kivyo. Wewe unafikiri tatizo liko wapi? Alo, hilo ni changamoto kubwa kwa sababu mm, vijana wengi wanapenda sana vitu vinavyoonekana kwa macho mm na hasa hii inawakumba sana sana mabinti kwamba yeye anaamini mwanaume bora ni yule ambaye anaweza akaprovide financially, kwamba anaweza akanunua expensive things like wigs, anaweza akanunua ba akam, akamlipia nini kodi ya nyumba, anaweza akamnunulia gari au akam, yaani, hivyo yaani vile vitu vinavyoonekana kwa macho vinavyovutia wengi, kwao wanavitia vile kama ndio mwanaume bora kwao, ili awe na mwanaume lazima hakikisha anaweza kufulfill hivyo vitu alivyo ni mention hapo mwanzo. Kwa hiyo inakuja kuwa ni changamoto kwa sababu hivyo vitu utapewa ndiyo, lakini kuna peace of mind. Unahitaji amani ya moyo, unahitaji mtu wa kukufariji unapokuwa na changamoto. Kama umempata mtu ambaye ni ana support tu material things, ni ngumu sana kukupatia hicho kitu. Kwa hiyo unapoanza, vijana wengi wanashindwa kupata let's say mtu mwenza. Sasa hii kwa sababu ya vile vitu vinavyoonekana kwa macho, kwa watoto wa kiume, wanapenda sana mtu ambaye anaonekana vizuri, yani presentable kwamba ana shape, anaonekana anavaa vizuri, anavaa mawigi, yani mtu fulani hivyo ambaye ni ukimwangalia ni very presentable, lakini kiuhalisia ndani yake huwezi ukajua hata kukupa pumziko la moyo, hata kuwa mfariji kwako, hata kuvumilia, kwa sababu kwenye maisha tuamini kwamba ni slope, kuna muda, kuna magumu yanatokea. Kwa mtu kama hivyo ameshazoea, kuwa ikitokea anapitia changamoto kubwa, inakuwa ni ngumu kidogo kwake kuimanage, kwa sababu washazoea kila kitu kipo kwa wakati kwao. Vijana wanafeli kwa sababu wanatema mapenzi kama vitu vinavyoonekana kwa macho, kwamba mwanamke anajali sana pesa, anajali vitu vizuri, magari, sijui wigs, nyumba. Mwanaume mm. pia anajali mwonekano, lakini mapenzi ni siri mm. kubwa sana ni na, ni, let's say, ni ni ni let's say hisia ambayo inatoka ndani ya moyo, haionekani kwa macho mm. koo kama mtu mmepatana na mmejikuta wote mna match, inakuwa ni vizuri kwa sababu aya mengine yatapatikana kwa umoja wenu wawili mm. yeah. Okay, sawa. Uh, umesema po kwenye ndoa? Yes. Na okay, vizuri. Watu wengi nje wanachukulia ndoa kama ni kifungo. Uh, tunajua kuna raha, kuna tabu lakini zile karaha za ndoa ndo zinaonekana sana kwenye jamii kuliko raha kuliko, uh. Sasa mimi nataka unipe vitu viwili. Cha kwanza, unipe kitu kimoja kinachokufurahisha wewe kwenye ndoa. Alafu cha pili uniambie kitu kimoja ambacho ni changamoto kwenye ndoa Aro. Kwa miaka yangu michache niliyopitia ambao nimetimiza ni ndani ya ndoa mpaka mm. Sasa mwaka ni wa tatu. Okay. Yes. Sijawahi kupitia changamoto kubwa sana ya kunifanya nijute kuwa kwenye ndoa kwa kweli hmm. na namshukuru Mungu kwa sababu, kitu kinachonifurahisha zaidi kwenye ndoa, nimeolewa na mtu ambaye ni rafiki yangu hmm. kwa hiyo yani, I'm free, kila ninapokuwa na changamoto niko free kumwambia yeye kabla ya mtu mwingine yoyote hmm. kwa hiyo kile kitu kimekuwa ni faraja, kwa sababu sioni cha kunitesa sana nikashindwa kukipresenti na kikabaki moyoni kuniumiza hmm. Kwao mara zote nakuwa na uhuru wa kuongea au n..., yani, I'm very free kwa kweli. Na sioni kama ni kazi. Naona ni kitu kizuri sana kwa sababu ninaishi maisha ambayo ni ya uhuru. Niko free. Kufanya mm -hmm. chochote, kusema chochote katika jambo ambalo linatutatiza, wote tunaresolve kwa pamoja. Kwa mchana siku maisha nafanyaje? Jit... Yanatembea. Yana yana yana yana. yana. Lakini changamoto ambao nimeweza kui... ambao ninaweza nikaisema mm. mimi nimepata ni neema au ni baraka Mungu amenipatia nimeolewa na mume ambaye ni kijana. Mm. Kwa hiyo bado wote hatuja situ. Mm -hmm. Ni watafutaji kwa sababu bado ni vijana wadogo na tunazidi kukua, tunayo matamanio, tunao mipango mikubwa kwa ajili ya maisha yetu ya mbele. Kwa wakati tunajitafuta, kuna muda hali inaweza ikawa ngumu, pesa ikawa hakuna, lakini hiyo ni changamoto ambayo ni ya kawaida tu, ambayo hata wale waliosetu tayari bado wanaweza wakaipitia. mm -hmm. kwa naweza kusema hivyo. Okay, sawa sawa, sasa ni ya maswali yangu manne ya mwisho. mm -hmm. Jambo la kwanza, hivi ni kitu gani watu wanakosea kuhusiana na wewe. Yaani, kuna kitu ambacho wao wanacho kuhusiana na wewe lakini sivyo ulivyo imebidi ni cheke. Okay k mm. Alo, hii ni changamoto sana kusabu... kwa sababu kwa uchache wa sehemu ambazo nimefanikiwa kufika mm. na mazingira ambayo nimetembelea labda iwe ni kazi au iwe ni event, chochote kile, yani sehemu yote naofika kwa mara ya kwanza mm watu wananitem mimi kama mtu ambaye ni mm -hmm. nina ringa, nina dharau okay, ni, ni mkali, yaani zile character ambazo kwa kweli sikuwahi kufikiria kama watu wanaweza kufikiri hivyo, ila baada ya muda mfupi haikawii mtu kuja kuniambia okay: tulikuwa tunakufikiria mm -hmm. kitu fulani oh lakini kumbe wewe you are quite different. Kutokana na hicho kitu kwa ishanijengea kwamba hata nikienda sehemu nyingine sishangai mtu akija kuniambia eh, fulani mara ya kwanza nilikuwa nakuona hivi, yani kama unanata hivi, mtu hawezi kukusogelea mtu hawezi kukuwa rafiki yako, lakini baadaye nakuja kutokea ni tofauti, yani wa very friendly, una, una upendo una care. Basi nachukulia tu kama sehemu ya maisha yangu, pengine ndio nilivyo, okay. na hiyo na, naipenda kwa sababu imenifanya niepukane ni na watu ambao sio wazuri kwangu, kwa sababu mtu ambaye atakuja kunizoea ni yule ambaye kweli ataendana na ninachokifanya mimi, kwao wale wabayabaya wote wakishani tem kama wanavyojua wao, na mwisho wa siku na waweka no, mbali na mshango hivyo. Wewe oh, mm, ni mkali na unalinga sana yeah. Hizo ndo criteria wanazonipatia, lakini sio kweli no. Okay kweliasa. sawa, sawa. Uh, swali la pili ni vitu gani vitatu unavipenda kufanya kila siku, yani hivyo vitu vitatu haviwezi kupita siku mpaka ufanye. Kitu cha kwanza napenda kucheza game, jamani game. Yaani <laughs> am addicted yes. kiasi kwamba hata nikiwa nimekaa tu mm, sina kitu ninachokifanya, nitachukua tu simu yangu from nowhere, nitajikuta naenda kwenye application, ya kwanza kufungua ni game. Na ni game gani ambayo unapenda? Halo, hilo game linaitwa nini? Street Chess, yes. Na okay. Mhm. Mm, kwa hiyo ndo najikuta napenda. Kitu kingine? Halo, siasa ni kitu gani jamani? Vitu vitatu vitatu, bado kila siku lazima uvifanye na unapendelea kuvifanya. A kwanza umeia kucheza game, ni kucheza hivi vingine, ni vinafanyika inyumbani kila siku gumu haya, swali lingine, ukipewa nafasi ya kuishi sehemu nyingine mm. tofauti na ulikokupo sahizi mm. utachagua wapi kwenda na ni kwa nini, yaani kipi kitakusukuma ukubadilisha hiyo sehemu? Yaani mimi ni mtu wa tofauti kidogo mm vitu -hmm. navyovipenda mimi ni very simple, yaani naweza nikajisema sio mtu wa gharama, kwa sababu Napenda sana amani ya Mungu tukingelee sio chote mm. Kwa hiyo ukisema sehemu yeah. mimi sehemu yoyote tu ambayo itanipa amani faraja. Hata yeah. kama ni hapa hapa nilipo nikapata kila kitu ninachokitaka nikafanya ninachokitaka kama ni ku spend kufanyaje mm. it's fine. Okay. Yes. Kwa hiyo siwezi nikaspekule kwamba nikiwa na pesa niende sijui like, Marekani hapana. Mm. Itokee okay tu. Lakini kutoka moyoni mwangu mimi I need peace of mind. Mm. Basi. Yeah, okay, sawa. Sasa Uh, wewe ni mtu wa urafiki, yaani una marafiki wengi? yeah, no. Uh, we ni mwanamke, najua unaweza kuwa na mabest friend. Unao? Ninao, ndio. Okay, sawa so. Sasa yeah. nakupa challenge moja, uh hivi -huh. Mfano, rafiki yako mm. akawa na ananuka mdomo, mmm utawezaje <laughs> kumwambia kwamba ananuka mdomo? yeye yeah, ni rahisi sana. mm. that yani yeah, mtu mpaka anakuwa best friend It means mpo open amfichani chochote yeah, na ndio yule mtu ambaye wa wengi wanaposhindwa kuambia ukweli, yeye anakuwa ni mtu wa kwanza kuambia ukweli. Lengo ni nini? Wewe kama rafiki yake usiaibike, okay, lakini pia usifanyaje, watu wasikuchukulie vibaya. Yeah. mm. kwa hiyo mimi nitamwambia tu, nitamwambia, naweza hata nikasema kitu chochote cha uongo, nikamwambia kuna mtu fulani kananiambia siku hizi unanuka mdomo. Kwa hiyo from there nishafikisha ujumbe, lengo ujumbe umfikie na abadilike, kwa okay. Hiyo nikimwambia vile, naamini ataji ata, Tafuta njia hivyo, ataenda kutafuta solution yeye. Ah, okay sana sana sana. Ah, uh, tumemaliza uh, maongezi yetu na mgeni wetu Dativa. Uh, kwa kweli tumejifunza mambo mengi, hii ni dakika 15 za Pal. Uh, tutaendelea kuwa na watu wengi zaidi na zaidi ili kuweza kujua, kujifunza, uh, kupata maarifa kwa uh, sababu sisi wote ni vijana tunatafuta maarifa, tunajifunza kutoka kwa mtu mmoja mpaka mtu mwingine. Kwa hiyo until next time, asante sana kwa kunisikiliza, karibu The Pal Talk.